ana mawazo mawazo kila kika na mawazo mawazo. Mimi ananitia wasiwasi, hofu yangu asije akajua kama mimi ndio nimemwona dada yake. Nilicho kiwaza nataka nimkabidhi kila kitu, ili hata akijua asinisumbue na pia asije kutoka katika hiki chama, na kama wanavyojua mimi niko kwenye mapambano makubwa sana, akija kujua atakuja kuniumrisha hivi Nataka ni mjenge kwenye ujasiri ili aje kumtoa dada yake mkubwa. Hapo ndo itakuwa kila kitu nimekiweka sawa upande wake. Umo tu ni Biasimini, kama unavyoelewa, umenipa dhamana ya kulinda vitu vyako hapa nyumbani. Uko msukule na zilindalinda vizuri, ama hata msukule mmoja ambao amewahi kukulalamikia, labda umelala nja, mi natimiza majukumu yangu vizuri tu. Umeona ukitoka unakuta mazingira yote yako sawa, yako safi. Mimi sidhani kama kuna kitu chochote ambacho naweza nikakupinga. Bia simeni, naiona limasi. Hey, kwenye mgonjwa wa dawa hey, Unamaanisha. Hey. Tamani. Marahaba. Marahaba. Twende? Wa. Wow. Wa. Wow. Babu chombo hicho. Ah, umeanza sasa. Kwa hiyo Unataka kusemaje? Nimeelewa. Sasa wewe utaelewa ngapi? Hebu tazama kwanza. Binti bado ni mdogo sana yule na istoshe tuamkia, ameshatuamkia, ina maana mtu aliyekuwa mkia anakukuza sawasawa sawa. Sasa kwa nini unataka ujivunjie heshima wakati sisi sote ametuheshimu yule binti, wa uvae kitu ambacho kinakuenea. Utachelewa. Ndio maana wenzako embe likiwa mtini wasubiri mpaka liive wanalichuma, hivyo hivyo likiwa bichi wanalila na chumvi. Tena wengine wanaongeza na ubunifu. Wanalichuma, wanalikatakata, wanalitia kwenye mboga ili lichangamshe mboga, sawa. Na hivyo vikogo siku nyingine huaga vinaleta vikoozi, sawa sawa eh. Si kila bakuli ya mboga, basi nawe ukatoweza, vingine vimewekwa sumu utakuja ufe bure. Shauri yako ni mara nyingi nakwambia. Mimi siogopi. Kwa taarifa yako, mimi ni geti la kishua, nimezungushiwa senyenge, miksa shoti za umeme. Sitishwi na mtu yoyote mimi, nikikutana naye kwa wakati mwingine namalizana naye. Hivi, umalaya utakusaidia nini kwenye maisha yako? Kama uwezi kuacha, basi punguza kidogo kidogo. <laughs> Twenzetu bwana, tuende baba. Waswahili wanasema mwaga moto akuliki ndani kwao, ni maamuzi yako mwenyewe. Halafu kitu kingine, Biasimini we hapo, ulisema utatufanyia utaratibu ambao utatusaidia kutuongezea hisia, atakituatu atamlevya hapa. <laughs> kabla atujasikia harufu ya pombe nakuwa tumeshahisi ameshatia timu, tunamvaga siku imeshapinduka dakika zinasonga, masaa yanayoyuma, mi nakuwa naupo kimya tu. Mi samtim nakuwa nafanya kazi, nakuwa najiofyaofya, najikuta na mi bado, nakumbuka lakini, si unajua mi napigwa vita huku huku huku, nipo katikati hilo eh? Bado sijalisahau ni lazima tu nikufanyia hicho kitu eh? Hilo mwenyewe mii nalifahamu, we pambana navyo

kale ka mshahara ulikonipa Biasimini, mi naomba tu nirusu badae, baadae nende nikatafute tafute vinguo, maana hivi nivyo vaa vimeshikamana kwenye mwili kama nimezaliwa navyo. Unaangalia mwili hivi, kafikiri huna nguo au nguo ipo kwa vireki. Kwa nikipata vinguo vizuri vizuri vingine, na mimi naonekana katika watu. Kwa nirusu tu badae, niondoke niende mnadani. Mimi nimekuelewa. Wewe mwenyewe tu ukiwa na nafasi yako unaweza kwenda kutafuta. Kwanza mama wangu, pone na majukumu na miangaiko ya kila siku? Nimepoa, niko sawa mm. Mama wangu, uko kwenye miangaiko yako, ulifanikiwa kukutana na Shembwembwe? Uh, kiukweli Mbombwe sijaonana naye na hata kwake sijaenda. Unajua sisi kutoka tu bila ruksa yako eh? Ujui niko wapi duniani hapa, kuna vitu vingi vya ajabu, naweza nikazunguka likatokea la kunikuta huko na usijue mmeo niko wapi. Kwani vipi, alifika hapa ndio? Sheempembe alikuja hapa asubuhi asubuhi, mm -hmm. Akanipa taarifa, akasema, nakupigia simu upatikane Kasema bdasi mwepochaji alichoniambia dakipipi anaumwa sana, yuko hospitali. Jana alipata mshtuko mkubwa sana kwa hiyo akamkimbiza hospitali kuu ya wilaya, na nilipopata hizo taarifa, kwa sababu haukuwepo, ilinibidi tu nikimbia haraka hospitalini kwenda kumwona, ila pia samani kwa sababu nilitoka pasi na ruhusa yako. Ana shida gani? Kiukweli hali ya Daki Pipi sio mbaya sana kwa siku ya leo, lakini pia taarifa mbaya kwake, amejifungua mtoto bahati mbaya. Alikuwa amefariki. Ah, kilang maneno hayo. Kweli. Mi nafahamu ndugu yangu, kwa jambo kama haya kwake ni mazito mno. Namwonea huruma kabisa, namwonea huruma sana. Tayari nifanye mpango nikamwai nikamwone ba, nitaongea naye machache. Takuwa uko sawa, ni kweli, inatakiwa uwai haraka ili uende ukamfariji mwenzio, na pia amesharuhusiwa, yupo nyumbani kwa hiyo natakiwa uwai uende ukamuone. Ustali kikubwa umishanijaruksa kwenda. Basi muda sio mrefu, ntatoka nakwenda. Sawa, pole sana rafiki yangu. Awenajua kwama si dhani kama naweza nikavuka, katika hiyo ni ngumu Kustahamili unajua, nimemzoea sana kiberiti sana, nanaumia sana hivi. Unajua kwamba niliongea na Damkunde, alinielezea kuhusu ili swala la kiberiti, mpaka kumkuta umoti, alinielezea kuhusu yule mama. Baada ya msiba, nilishindwa kustahamini, nimeenda mpaka kwa yule mama ila kwa bahati mbaya sikumkuta, na nilienda kwa jaziba kubwa sana. Nilimkuta kijana yake yule wa kiume, basi mmefika pale nikaongea kwa jaziba kubwa sana ila uwezi amini kilichonikuta, acha tu, yani nashindwa mm, hata kukielezea. Dau mmekutana nini tena? Yani uwezi amini hata nikikuambia Yani, nilipotaka kutaja jina la kiberiti dada, haliishi lo jina, yani pale pale ki, yani milisi na kabwa, yani sauti haitoki, ila nikitaka kuongea vitu vingine sauti inatoka. Nikajaribu tena mara ya pili, nimeongea yote, nataka tena kutaja, sauti imekata. Yani nilishindwa kuelewa, nimeondoka pale kwa jazba na hasira zote nikaona cha kufia nini? bora tu niondoke. <laughs> Jamani, mbona unaitafuta hatari hivyo? yani kweli umethubutu kunyanyua miguu yako kwenda kwa yule mama dazuu. Hivi ungekuta na tatizo sisi, familia yako ingetuelewaje? Tambua rafiki wako we na Kiberiti ndio umesababisha familia yangu, mimi na wewe kuwa kama ndugu saa. Na leo napitia maumivu kiasi gani kwa sababu ule na rafiki yako, kama kama ungepatwa na tatizo lilompata dada Kiberiti, familia yako isingetuelewa. Mpaka hapa tumepitia ma, magumu magumu mengi kiasi kwamba tumefikia hatua sasa, yani tunaona kama Mungu ametuacha. Karibu ndugu yangu, asante. Pole sana kwa matatizo. Nimesha poa, ila ndio mipango wa Mwenyezi Mungu. Kwani kilitokea nini mpaka mtoto akafia tumboni, kwa ripoti za madaktari wanavyosema. Kwa kweli kumbu <tuhumbo> <tuhumbo> ili jambo doo limekuwa kama fumbu. Baada ya kutoka msibani, tulifika hapa nyumbani, kuna hali ilinitokea na nikapata mshtuko nikadondoka chini na nikapoteza kabisa fahamu, tena nikiwa na maumivu makali ya uchungu. Nimejifungua salama tu, lakini nakuja kuambia mwanangu amefariki. Kumbe pia nakuja kujua alifarikia tumboni. Odo ndugu yangu, naumia sana. Na kinachowashangaza madaktari, yaani nimejifungua lakini na nguvu, yaani kila mtu ananishangaa na mimi mwenyewe pia nashangaa na nguvu yaani kama akijatukia kitu na kwenye mambo yetu yale yamekata kabisa hapa mkavu wezi amini udo We. inawezekana vipi? He, kwe siri shida ni nini? Hmm, au ni yale mauzauzi yaliyotokea msibani na hizi sintofahamu zinazoendelea hapa kijijini <laughs> kwenye upande wa hilo Sitaki kuchuma zambi. Sijui. Ila uenda tu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Wenda ilikuwa sio riziki yangu mkuu na mtoto tu. Sasa nisemei. Mbona umekuja pekee yako jana na changogo? Changogo nimemwacha huko nyumbani anampikia mjomba chakula. Nikasema nije ta peke yangu inatosha. Kwa nini na wewe sasa hivi kwa mjomba? Hai. Mwenzangu nimeamua nirudi kwa mjomba basi nawe kwa yale uliyoona pale tu madogo, lakini ninavyokujua uoga wako. Aya, na mimi ndo najisikilizia, kama nilivyokuambia, nina nguvu zangu hapa. Nikaona cha kuwasumbua ndugu zangu kitu gani? Acha nisikilize sikilize, siku mitatu, nami utaniona barabarani kama unavyonijua unavyo, hmm, nijua maana michazo yake kae kama mzio. Aya bwana, mimi nimekuja nikuone. Kwa hiyo acha nikukimbie. Akija Shimbu utamsalimia. <laughs> Atazipata salamu zako kama ulivyozituma. <laughs> Basi naye utamsalimia mjomba na changogo haya, usijali, zimefika baki salama. Haya, karibu. Haya ni kuombe, ebu tutafutie tatizo lingine kule. Usisubutu kwenda tena dadangu, ebu liache tu kama lilivyo. Alafu nikuombe kitu kimoja hata kama dada mkundi atakuita tena, atakuambia jambo lingine lolote lile, usimsikilize. Na hata kama utamsikiliza, basi lipuuzie, kwa sababu yeye ndio chanzo cha matatizo yote haya, yeye ndio amekuwa chanzo cha yote haya kutokea. Bado kawa shina na ninaendelea kukomaa mizizi. Mi nikuombe usimsikilize na kurudi usi tena kwa yule mama. So mtu mzuri, mm. Yeye ni ngumu kukuelezea hali inayopitia mimi ni ngumu. Nadhani unajua kwamba mimi na Kibeli tutapoa, ni rafiki yangu sana na watu wote wanaelewa, ni si rafiki tu, ni zaidi ya ndugu. Kwa wakati huo unaosema wewe pale, nilikuwa si mimi kabisa, yani nilikuwa na jazba na hasira na uchungu. Hilo wazo nilikuwa sina kabisa, yani sina tena, naumia sana sana Sawa dada wangu, mi pia napitia maumivu. Tuna maumivu zaidi hata wewe unaoyapitia, kwa sababu ile ni dada wangu. Naelewa urafiki wenu jinsi ulivyokuwa, naelewa mlikuwa mnapendana vipi. Mi pia nilikuwa nampenda sana dada wangu, nampenda na nitaendelea kumpenda maisha yangu yote. Nikuombe tu, utakapokuwa unaniona mimi iwe kama unamwona Kibiriti ulivyokuwa unampenda Kibiriti, basi nipende mimi tu, kwa sababu haipo tena na hatuwezi kumrudisha, japo watu endani kwa tabia niye mlikuwa mnahuruka zenu saa asikatai, lakini niangalie mimi kama ulivyokuwa unamwangalia Kibiriti. Ile swala tumelipatia ufumbuzi. Mi na mjomba tulienda kwa mtaalamu, lakini pia huyo mtaalamu ametusi sana, tena sana. Tusikurupuke kufanya jambo lolote juu ya kibiliti, tuliache kama lilivyo. Japo ipo sehemu salama, sijui ni wapi hiye anavyosema, lakini mi naumia na misi, natamani hata angekuwepo. <laughs> <laughs> Sawa dada, wala to usijali, ninaokolewa na tutavuka wote katika kikipindi kigumu, tutakuwa pamoja, kikubwa kumwomba Mungu tu tuvuke katika hili hali. <coughs> Sawa dada, ndofanyau <Tupopamu. tos> <coughs> Ndugu yangu maajabu ya Mungu ni makubwa kuliko hata ya binadamu. Mabadiliko ambayo nimeona kwa shemeji ni makubwa sana. Mimi naamini kile kinachotokea kinakuwa kina sababu ndani yake, vile ambavyo amekuwa mcheshi nilipofika pale nyumbani, vile ambavyo alikuwa anazungumza na mimi, kwa sababu sijamzoea hivyo. Nilikuwa nikifika pale nyumbani atanitolea maneno machafu, maneno ya nguoni, matusi atakuwa ni mengi, lakini imekuwa tofauti leo mpaka nikajiuliza Hivi mimba hivi eh vye hmm? Amekuwa tofauti na naona kabisa pale nyumbani ya sasa hivi. Ndugu yangu, amani itakuepo, na muda sio mrefu, kaka utanenepa. <laughs> <laughs> <laughs> Ndugu yangu, siwezi kunenepa ah, na siku zote dhamira isafishe njia maumivu ninayopitia ni makali sana. Nilitegemea mtoto wangu atakuwa mkubwa, mtoto wako atapokuja kuzaliwa atakuwa ni mdogo. Lakini hakuna tena iko kitu. Mtoto wako akizaliwa atakuwa mkubwa, kama Mungu akijalia nikipata mtoto mwingine basi atamwita kaka mtoto wako. Na hapo tena tuangalia ya Mungu, wenda nisipate kabisa kwa sababu ana kadari zake na kupata na kukosa. Vyote anajua ni yeye sasa. Usiseme hivyo.

za masiku mdogo wangu. Dada Miki, afya mzima, ila nasumbuliwa na upweke wa kuwa mbali na familia yau. Pole sana mdogo wangu, najua unahisi kama nimekutelekeza lakini hapana, ni majukumu yamenizidi sana, ila hata sisi pia tumekukumbuka sana yani nimekumisi sana mdogo wangu. Dada, mbona unaongea kama unaumwa? au ndo umenimisikia? Sicho? Hapana mdogo wangu, si umo, ila sijui nianzie wapi kukuelezea siwa. Kuna matatizo mengi sana yametokea kwenye familia yetu. No, dadake, siwa, siwa. Naomba ingia ndani, nataka niongee na dada yako nilikuwa naongea na dada. Mara moja nenda, mimi na mazungumzo makubwa sana na dadako. Waingia ndani. Najua unapitia maumivu makubwa sana, hii la sikufanya kwa dhamiya mbaya. Nilitaka nikuwekee heshima ya kwako kwa na ya kwangu kwa. Kwa sababu mmoja wa watu waliona umefanya makosa, waleta ndugu zako hapa kwa nusuru makoroboi. Sijafanya chochote mimi, sikumpiga mimi mke wangu na sikuwa na dhamira kabisa ya kumfanya chochote kibaya. Mara mwisho tumefika nyumbani, alipatwa na mshtuko. Sasa sijui nini aliona na sikuweza kumuuliza hadi hivi leo, na hofu kwamba ninaweza nikamuuliza akaja kunijibu kitu ambacho kitanipa mimi maumivu au nikaanza kumuliza tena yeye Hmm, nimekuelewa. Kama hivyo nafikiri, nichukue nafasi hii kukomba radhi ndugu yangu, kukomba radhi kwa sababu unajua sio kila kitu namshirikisha mke wangu. Kuna vitu vingi vingi vingi simshirikishi mke wangu, na uwezi amini, hata napohifadhi pesa zetu za biashara mke wangu mimi ajui. Ina maana kama ningekuwa nafahamu, kufika pale nyumbani ilikuwa ni kuchota na kukupatia tu, lakini hakufanya hivyo naamini kwamba bado hajaribika kitu kikubwa. Gharama kiasi gani, tujue mwanzo mpaka mwisho. Baada hapo, tujue tunarudisha vipi pesa yetu ndugu yangu Makorogoi. Nyoyo yenye huruma ndio huguswa na msiba, na msiba hauna kadi wala mwaliko. Mwaliko wako ni wewe tu, kwenda na jamvi au turubai hata uwepo wako. Kwa hiyo hadi unazungumza hapo, maana yake nyoyo yako imeguswa sana na imani kwangu, kwa sababu wewe ni ndugu yangu ya. Kuondoe mashaka tu, kila kilichotokea kiko sawa, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Tupo pamoja, ndugu yangu ya ah, ila, ila <laughs> yangul tunaingilia wapi hapa, manake ni kisau na ile hali yake naweza ikarudia kama vilivyokuwa watu wagombana. Mi na shughuli yangu. <laughs> Mi nadhani labda tuende kwa kazi kule bondeni, lakini leo nilishangaa sana. Kivipi? tamkuwa rafiki yako, sio? <laughs> Wewe hata mi nimeshangaa, lakini tunaishi naye eh, ndo hali yake. Tumfariji sana. Kipinduki basi, ayo ayo wanusuru kwa, kwa maradhi waliokuwa nayo. Ni huyo, nimefanya hivyo kwa ajili ya kuweka heshima. Ni kumfunza gani mtu mpaka kumpelekea kifo? Haya, amesha kufa sasa, anakuheshimu vipi au anajifunza vipi wakati mtu ameshakufa tayari? Mama kweli, najua uwezi kunielewa kwa sasa, kuna mengi ya kutaka kukuelekeza, asije ndugu yako akasikia tunachokiongelea. Wewe nenda nyumbani, nitamtuma mtu aje kukuita, au mimi mwenyewe nitakuja kwenu tupate kuongea, ndipo utakupata kunielewa. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kama ni umeamua kufanya hivyo, haina shida. Naomba nimwage mdogo wangu niondoke. We nenda tu, siwa nitamwambia mimi kama dada yako kaondoka. Sawa.

ilimosili nale na nzela nale kojala isila koshoka chini muno shiko nyinge no shiko nyinge vano valewaza shiko nyinge no shiko nyinge vakobeta kine chini ya uvungu naletogwa na mane

Nilikupa onyo awali, lakini umenikaidi. Sasa kama mwanzo lilikuwa ni onyo la maneno, na kupa la vitendo. Ama kweli dunia tujai maliza na vitu chini ufungwa tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa, walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza kugeuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanavimusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui, ah,